Inaonekana vizuri. Uh, ndugu wanahabari, assalamu alaykum. Tumsifu Yesu Kristo. Awali ya yote, kwanza nikushukuruni kwa sapoti yenu, kila mnapokuhitaji mnajitokeza, mnatupa ushirikiano na hamjawahi kutuangusha uh mimi hapa ni mwanachama mwandamizi wa Simba sports Club, lakini pia ni mjumbe wa katiba ya Simba sports Club. Niko pamoja na wazee wa Simba sports Club ambao wengi wenu hapo kwenu nyinyi si wageni, wamekuwa muda wote wakipigania Simba kuakisha Simba iko salama, Simba iko sawa sawasawa. Ndugu andashu habari, kubwa ambalo tumekuiteni nalo hapa ni kwa ajili ya kutufikishia ujumbe kwa wanafamilia wa Simba Sports Club, hasa ukizingatia muda tuliokuwa nao, huu ni muda ambao kama nchi ipo katika masuala ya chaguzi mbalimbali, kwa maana wabunge, madiwani, rais hivyo kama Simba ambao ni wadau namba moja wa amani nchini kupitia michezo na kadhia ambazo tunazisikiliza huku, hawa wazee mnawaona hapa pamoja na mimi nikiwepo, tukaona hapana, tutoke hadharani tuongee na wenzetu, kwa sababu jazi limekuwa kubwa, munka limekuwa mkubwa, na kuna vitu vingine paka katiba inakiukwa. Kwa hiyo na ukizingatia, Mheshimiwa Rais Mama Samia Suluhu Hassan ambaye ni mwanamichezo namba moja Afrika Mashariki na Kati, na mafanikio ya Simba huwezi ukayataja ukamwacha Mama Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan, na yeye ndio kiongozi mkuu wa serikali, na nchi iko katika swala la chaguzi mbalimbali kupata serikali, tukaona, hapana, ni lazima na Simba tuambiane, kwa maana ya tuwe watulivu kwa maana tunayoyazungumza, japokuwa tume, tume tume tumefanya vibaya baada ya mchezo na mtani wetu, lakini tusipitilize tukawa wavunjifu na waharibifu. Kwa hiyo mimi kama mjumbe wa kamati ya katiba ya Simba Sports Club. Niwaambie ndugu wanasimba wenzangu wanachama na mashabiki Klabu ya Simba tulikubaliana kwenda kwenye mfumo wa mabadiliko na tukakubaliana bodi ndio itakuwa inafanya shughuli za Simba za kila siku. Kwa mujibu wa katiba ibara ya ishirini na tisa, wanachama tulipitisha katiba na tukakubaliana ya kwamba sasa shughuli zote kwa niaba ya Simba Sports Club zitafanywa na bodi, na ili uipate bodi, maana yake kuna wajumbe kutoka kwa wanachama wa kuchaguliwa na kuna wajumbe kutoka kwa mwekezaji wa kuchaguliwa. Hawa ndio wanaunda bodi kwa kuwa na mwenyekiti wa bodi, na hivi tunapoongea mwenyekiti wa bodi ni mwekezaji wetu, na huyu mwenyekiti wetu ambaye ni Murtaza Mangungu kwa mujibu wa katiba, katika bodi chombo ambacho ndo chombo kinachoshughulikia masuala yote na kuyasimamia na kuyachakata ili kukidhi kiu na malengo ya wanasimba ni bodi, ambayo huyu Mangungu kule ni mjumbe kama wajumbe wengine. Hivyo mimi kama mjumbe wa kamati ya katiba, wale ambao mnamnyoshia kidole Mangungu kwa maana atoke, ameshindwa maanake, naona kama hamuitendei haki katiba, na kama mnaitendea haki katiba na mnajua ni chombo gani kinachoiongoza Simba, ni sawasawa na kumwambia Mohamed Deuji Mo kwa kwenda mwenyekiti wa bodi aondoke, kwa sababu Mangungu katika bodi yeye ni mjumbe kama wajumbe wengine. Hivyo basi tumekuja kuzungumza hapa kwa maana moja kubwa ni kukumbusha wajibu na majukumu ya watendaji wetu wanaounda bodi ya Simba Sports Club. Mwekezaji wetu, kipenzi chetu, mwana Simba mwenzetu yeye ana mambo matano ama sifa tano ndani ya klabu yetu ya Simba. Cha kwanza ni mwana ni mwanachama mwenzetu, lakini cha pili ni mwekezaji ni wa Simba Sports Club kwa mujibu wa katiba, lakini cha tatu ni mdhamini wa klabu ya Simba kwa mujibu wa matangazo tunayofanya nao biashara, lakini cha nne ni rais, ni rais wa heshima kwa mujibu wa katiba. Sio rais wa heshima kwa kwa kwa kwa kwa, kwa, kwa matakwa labda ya wazee fulani ama watu fulani hapana. Kwa mujibu wa katiba ya Simba, Mohammed Dewji Mo ni rais wa heshima. Na la tano mwekezaji wetu mdhamini wetu rais wetu wa heshima, mwanachama mwenzetu, ni mwenyekiti wa bodi. Bodi ambayo ndio inaofanya shughuli zote kuchakata kila kitu, kwa kukasimu kupitia mtendaji wetu, mtendaji wetu ambao ni CEO. Lakini malengo yote, kila kitu ni bodi. Hivyo kama kuna mabaya yote, yamefanywa yamefanywa na bodi chini ya mwenyekiti Mohamed Dewji Mo, na kama kuna mazuri yoyote yaliyofanywa yamefanywa chini ya bodi chini ya mwenyekiti wetu Hamid Mo. Na kama ni sifa, tupeane sifa wanasimba wote, na kama kuna sehemu ya kujikosoa, tujikosoe wanasimba wote. Sasa tamko letu hili ama mazungumzo yetu haya ama mazungumzo yangu mimi haya, kama mjumbe wa kamati ya katiba, ninawakumbusha wanachama na mashabiki wa Simba muitambue kwanza katiba. Wakati tunaipitisha katiba, msajili wa vyama alisema haya madodoso ya katiba msiende kuyaweka kama kumbukumbu, mkasome mwelewe. Mtu yoyote asiyoelewa katiba yake linakuwa janga kubwa na balaa kubwa, kwa sababu anaweza akafanya kitu akaona yuko sahihi, kumbe anakosea. Sasa mimi nasema, naongea hapa kama mjumbe wa kamati ya katiba, lakini ni mwanachama wa Simba, nitaongea kwa kuizungumzia katiba, majukumu yake, na kuwakumbusha wajumbe wa bodi wa majukumu yao, na hasa upande wa mwekezaji, ambaye yeye ana nafasi tano kwenye Simba yetu. Ni mwenyekiti wa bodi, ni mwekezaji, ni mzamini, ni mwanachama mwenzetu, ni rais wa heshima. Anatakiwa awe mbele kwa nafasi hizi tano kuhakikisha Simba haitetereki haiyumbi, na kila kwenye ufa yeye wa kwanza kuziba kwa nafasi tano hizi. Haiwezekani kwa kila ufa akamwachia mwenye nafasi mbili tu, multa za Mangungu, ambaye kimsingi ni mwanachama mwenzetu, lakini kimsingi amechaguliwa na wanachama kwenda kuunda bodi. Bila uwepo wa Mangungu na tuliochagua bodi haipatikani, lakini katika bodi huyu Mangungu ni mjumbe tu. Na, kata, na kama atakuwa na nafasi, nafasi yake itaishia kuwa makamu mwenyekiti tu wa bodi, na uwenyekiti wake haufanyi kazi mpaka mwenyekiti amejiuzulu, hayupo katika kutimiza majukumu yake na hatuna taarifa hiyo. Kwa hiyo tunazungumza haya kwa maana kwanza, wana Simba muijue Simba muundo wake na majukumu ya wanaotuongoza. Nani anatimiza majukumu yake, nani kagafika katika majukumu yake, nini kifanyike. Tunawahitaji wote, tunamhitaji Mo na uwekezaji wake na nguvu zake na mapenzi yake lakini pia tuna wahitaji tuliowachagua kwa sababu waliomba wao wenyewe wali ridhaa ya kuwa tuwachague na wamechaguliwa wakaitendea haki simba wakatangulize maslahi ya klabu na wasitangulize maslahi binafsi kubwa katika maongezi yangu sana ntamkumbusha mwenyekiti mo kwa mujibu wa katiba ukienda ibara arobaini a unakuta simba ina chombo cha ushauri Chombo hiki kinaundwa na watu muhimu mno. Kwa mujibu wa katiba kinaundwa na viongozi wastaafu, maana yake uzoefu wao uwe sehemu ya ushauri na wadau mbalimbali wa Simba, lakini katiba inaelekeza hawa watu wanateuliwa na rais wa heshima, hawateuliwi na mwenyekiti wa Simba wa kuchaguliwa. Wanateuliwa na rais wa heshima ambaye ndio mwenyekiti wetu wa bodi, ambaye ndio mwekezaji wetu ambaye ndio mzamini wetu. Bodi hii ipo, lakini aidha kwa kugafirika mwenyekiti wetu wa bodi ama washauri wanaomshauri kuto kumshauri sawa sawasawa, hawakumkumbusha kwa hatua ya nusu fainali klabu ya, ya, ya federation ya kafu, kwa hatua ya fainali ya kombe la kafu, hata kuwaita hii bodi ya ushauri. Jamani, Simba tumeingia sasa fainali kwa mara ya pili. Mara ya kwanza tulikosa kombe nyumbani kwa kufungwa goli mbili, tufanye fanyeje? Tulekebisheje makosa yasijurudie, tuleke makosa ya makosa mwaka tisini na tatu, ili tuchukue kombe, bado nalo tunacheza nyumbani kwetu, kwa kuwaita hawa washauri viongozi wastaafu ambao kwa wateua na wapo kwa mujibu wa katiba na kazi yao ni kushauri tu uongozi, lakini aidha kwa kushauriwa vibaya ama binadamu kaumbwa na sahau, hakuwaita mpaka tunavyozungumza na hii bodi ni bodi nzito iko chini mwenye, ya mwenyekiti wake Mheshimiwa Jaji jaji Mihayo ambaye upande mmoja ni mjumbe wa kamati ya wadhamini bodi ya wadhamini ya Simba Sports Club lakini upande mwingine ni, i ni mwenyekiti wa baraza la ushauri. Hali haja ushauri lakini si hivyo tu, bado tumeendelea kupambana, tumefika, tumepata matokeo mabaya ambayo na simba tukiyategemea ya CRDB yes, kwa kutolewa, maana yake makombe tulikuwa tunategemea mawili basi likabaki kombe moja la NBC, kombe la NBC, mapambano yalivyopambana baina ya wanachama mashabiki na bodi, tukajikuta tumebaki na mechi moja tu. Mechi ilikuwa na maneno mengi sana, mechi ya Simba na Yanga ndio mechi ya kuamua bingwa. Ni jambo zito, ni jambo ni nani, hili ni jambo zito, ni jambo linaugusa hisia za Watanzania hususani wanaSimba. Nilitegemea mwenyekiti wa bodi aite baraza la ushauri huyu tunayecheza naye amekuwa anatusumbua sumbua nyakati za karibuni na tunakwenda kukutana naye, na ni mechi ya kufa kupona. Tupate ubingwa, tunajiandaaje? Tunaiendeaje hii mechi? Lakini aidha kwa kusahau ama kwa kushaulia vibaya, hali kufanyika na bodi ya wa Shauli ya washauri wa kwa katiba ina watu mahili sana ambao wako humo, ambao wanajua sana naye za mbili wako mule, lakini kwa maana kutoa ushauri kwa sababu pale ilikuwa ni kufa ama kupona. Sasa haya yote ukiangalia kwa mujibu wa katiba, ni madhaifu ya juu kwenye chombo kinachosimamia shughuli za kila siku, ambacho ni bodi, na mwenyekiti wake ni mwekezaji wetu. Tunamtaka sana, tunampenda sana, ajitafakari katika haya na wale ambao wanamshauri, aangalie ushauri wao kama unatija katika afya ya klabu yetu na mpira kwa ujumla wake. Lakini sivyo hivyo tu ukiangalia katiba yetu ya Simba ibara arobaini namba moja inazungumzia mkurugenzi wa wanachama. Huyu mkurugenzi wa wanachama yeye anajikita katika kusajili wanachama. Simba haina wanachama wapya. Mwanachama wa Simba mwenye umri mdogo hivi sasa tunapoongea, miaka yake ni arobaini arobaini na tano Ina maana ndani ya miaka kumi hata sifa ya kugombea uongozi wa simba kwa, kwa mujibu wa katiba, mwisho miaka 60 si 65 tano, maana yake atakuwa amekosa sifa. Maana yake kuta kuingiza wanachama, na katiba hii inaruhusu wanachama waingie bila kikomo, na wanachama ndo walinzi nanguzo, na nguzo namba moja ya klabu. Sisi wenyewe ni wanachama, tumilifi klabu kutoka kwa wanachama walioanzisha ama walotangulia. Sasa kama tuingizi wanachama, maana yake tutaandaa vipi viongozi wajao baada ya kina Mangungu na ili tuwaandae lazima wawepo. Sasa kwa miaka ishirini na tano miaka ishirini miaka thelathini wawepo ndani ya Simba wajifunze kisha wapate uzoefu, waje kuwa viongozi wa juu, tupate viongozi makini. Lakini mpaka sasa tujaingiza wanachama. Na ukiuliza wanakwambia mwenyekiti wa bodi ameshauriwa na watu wake, wanachama wafai, wanachama wataleta vurugu. Ukiuliza wanakwambia klabu haina wa bajeti ya mkurugenzi wa wanachama. Sasa kama klabu haina mkurugenzi, haina bajeti ya mkurugenzi wa, wa chama. Ukiangalia usajili wa wachezaji wetu, kuna wachezaji wengine toka wamesajiliwa, hawajawahi kuvaa jezi wakacheza kwa kwa kuisaidia klabu yetu. Kwa nini msimwache yeye kwa mshahara, atakuwa mkurugenzi wa chama, akafanya ile jambo la kuingiza wanachama, lakini akafanya jambo la kikatiba la uchaguzi wa matawi, wilaya, mkoa kwa nchi nzima ambapo jambo hajafanyika. Na ile jambo kutokufanyika linavunja katiba. Na ili lifanyike lazima mkurugenzi wa chama ajiliwe na kwa taarifa ambazo zipo auto, na Simba wote wanajua, mkurugenzi wa chama mchakato wake ulishafanyika ukafanyika usaili, watu wakafanyiwa usaili, bado kutangazwa. Sasa ni mwaka huu, tunasubiri mkurugenzi wa chama apatikane kwa afya na maendeleo ya klabu. Halifanyiki, nani wa kulifanya? Si kiongozi wa matawi, sio Mutazamangungu, ni bodi chini ya mwenyekiti Mohamed Mo. Kwa hiyo maneno yetu haya ndani yake yanakuelimishana, ndani yake yanakukumbushana kwa ajili ya afya ya klabu yetu, tunakumbushana na kuwaasa wanasimba na kuwaasa mashabiki. Kwanza tutulize jaziba, tutulize jaziba. Tutakapokuwa na jaziba, tutashindwa kutafakari mambo yetu, tutashindwa kutengeneza mambo yetu. Simba tunayetengeneza wenyewe, lakini hatuwezi kutengeneza simba kwa vurugu, na hatuwezi kutengeneza simba kwa kutulena. maneno ya hofu na ya vizuri, tutatengeneza simba yetu kwa kuangalia katiba yetu, tutatengeneza katiba yetu kwa kukumbushana wajibu wetu. Na mimi niko hapa kwa ajili ya kukumbusha wajibu, kama mjumbe wa katiba, walioomba dhamana upande wa mwekezaji, walioomba dhamana upande wa wanachama, kila mmoja atimize wajibu wake kwa maendeleo ya klabu na sio maendeleo binafsi. Nazungumza haya kwa sababu mengi tunayasikia, mara wachezaji wanadai posho mara wachezaji wanadai bonus, lakini kwa taarifa ambazo tunazo zisizo na shaka mwekezaji wetu anaahidi bonus, lakini kisha bonus anatoa nusu katika ile aliyoahidi na nusu nyingine watoe klabu. Klabu ni ni yupi? Ni na yeye ni yupi? Yeye ndio mwenyekiti wa bodi, anachokiahidi kama bonus ndio jumla yake ya kutoa kama bodi iliyokuwepo kwa niaba ya Simba Sports Club. Sasa kutoa yeye nusu na kuwaachia hawa wengine watoe, wanatoa katika eneo lipi? Huu siyo uongozi bora, huu sio tawala bora. Na kama ni kweli sisi ushauri wetu hilo jambo halina afya na halifai, litaigawa Simba. Patakuwa pana Simba Mo, patakuwa pana Simba Mangungu, na sisi tunajua ni Simba moja, kuna Simba chini ya bodi ya Simba Sports Club ili ipate bodi papatikane mwekezaji na watu wake, papatikane mangungu na watu wake, upande wa wanachama hapa panapatikana bodi. Sasa siamini, navyomjua Mo haya mambo yanafanyika kwa yeye. Navyomjua naamini wapo watu wanamshauri vibaya, na hao wanamshauri waangalie maslahi ya Simba, wasiangalie maslahi binafsi. Lakini pia ipo taarifa inatoka na watu wanazungumza wanaona wanachozungumza ni sawa. Mtu anatoka vyombo vya habari na kuiteni, anasema mwekezaji alitoa hela ya mishahara na wachezaji akampa mtu mmoja hivi, yule mtu aliopewa akatokomea. Inakuwa simba kama kama vile kama bodaboda? Manake Simba ni taasisi, Simba ina akaunti zake. Mwekezaji ni sehemu ya signatory. Mwekezaji chochote anachokitoa utaratibu uko wazi, kama ni keshi ndani ya akaunti kama ni cheki benki kicha fedha kwa utaratibu wa...